Kanisa lilianza kama utani, na kumbuka, kipindi kile kulikuwa na washirika kama wanne. Watu wengi waliokuwa wakipita karibu na kanisa lile walishangaa ilikuwaje mchungaji awe na nguvu ya, ya kutoa huduma na wakati watu walikuwa wachache sana. Watu tulipuuzia mchungaji yule ambaye alipenda sana kujiita mtume, akaanza kuchapisha matangazo na kuyabandika mitaani kwamba alikuwa akiponya magonjwa mbalimbali. Wanawake waliokuwa tasa waliitwa pia kwa ajili ya kuwekewa mikono na kupokea uponyaji. Hilo alikuwafanya watu kulisogelea kanisa lile, kwani kitu alichohitaji ni kuona miujiza ili waamini. Baada ya mwezi mmoja, watu wale wale wanne waliokuwa ndani ya kanisa lile wakaanza kuambia watu wengine kwamba kulikuwa na miujiza ilikuwa ikitendeka, hivyo watu wawapeleke wagonjwa kwa mchungaji yule. Kama unavyojua binadamu, kuna kitu kujaribu kuna. mwanamke aliyekuwa akiishi karibu na mtaa uliokuwa na kanisa lile, miaka nenda rudi, alikuwa na kibiongo Watu walimwonea huruma lakini, baada ya kusikia kile kilichozungumziwa kuhusu mchungaji na miujiza aliyotarajiwa kuitoa, mwanamke yule akaingia. Sijui nini kilitokea kanisani, lakini siku moja baadaye, nilipomwona mwanamke yule, hakuwa na kibiongo. Hapo ndipo watu walipoanza kuamini kwamba ile miujiza iliyokuwa ikitangazwa kweli ilikuwa ikifanyika. Kanisa likaanza kujaza watu. Nilifahamu hilo tu. Hebu niambie kingine nisichokijua, nilimwambia Yusnath. Subiri aliniambia na tunipeleka sehemu iliyokuwa na kitu kikubwa kama televisheni na kuanza kunionyeshea maisha halisi ya mchungaji yule. Lile kanisa alikuwa kanisa kama tulivyokuwa tukiliona, lilikuwa pango kubwa ambalo lilikuwa na mwonekano wa kichwa cha paka. Mlangoni kulikuwa na miti mikubwa iliyokuwa imesimikwa, huku juu yake kukiwa na mafuvu mawili ya binadamu na mafuvu mengine ya mnyama nisiyemfahamu mlangoni hapo kulikuwa na mtungi mkubwa wa damu. Kila mshirita aliyekuwa akiingia kanisa ilikuwa ni lazima kuinama mlangoni kisha kuingia. Unapoinama pale mlangoni, unauinamia ule mtungi bila kujua, na katika hali ambayo sikuifahamu, kuna kiasi kidogo cha damu unachangia katika mtungi ule. Unajiona kwamba umevaa nguo, lakini unapovuka mlango wa kuingia kanisani, nguo zako zinaachwa mlangoni na wewe kuingia mtupu. Kanisani mule hakukuwa na washirika tu, bali kulikuwa na viumbe vingine vya ajabu ambavyo kazi zao zilikuwa zile zile za kuwavuta watu. Viumbe hivyo vya ajabu havikuwa ndani ya kanisa tu, bali vilikuwepo mpaka pale nje. Ushawahi kupita nje ya kanisa fulani, unasikia kuwa na hamu ya ghafla kuingia kanisani humo kwa ajili ya kuabudu? Yaani moyo wako unasisimka na kutamani zaidi uingie. Ndugu yangu, hiyo inakuwa ni kazi ya hivyo viumbe vya ajabu ambavyo husimama nje na kukuvuta wewe. Nilimwona mchungaji yule akiwaombea watu. Mkononi alikuwa na kitambaa cheupe. Kazi yake kubwa ilikuwa ni kuwapiga watu na kile kitambaa ambacho Yusnath aliniambia kwamba kilikuwa chao na walimpa kwa ajili ya kufanyia kazi hiyo. Mtu anapopigwa na kitambaa kile, kwanza akili yake inachanganyikiwa. Hakuna kitu kingine anachokipenda zaidi ya kuingia kanisani humo na huwa mtu mwa moja kwa moja. Mambo niliyokuwa nikiyaona ndani ya kanisa lili yalinishtua sana. Pembeni ya kiti cha mchungaji kulikuwa na joka kubwa. Kazi yake ilikuwa ni kukaa hapo hapo huku akiwaangalia washirika. Ukiachana na joka lile, kulikuwa na joka jingine ambalo lilikuwa likitembea huku na kule. Kazi yake kubwa ilikuwa ni kuwatemea matu mate ambayo Yusnath aliniambia kwamba mara unapotemewa mate yale, hata kama kuna mtu atakuja na kukuambia yule mchungaji ni mchawi, mzinzi, huwezi kuamini na unaweza kugombana na mtoa taarifa. Kumbe nilisema kumbe nini, nilipokuwa nikipita nje ya kanisa lake nilitamani kuingia. Nilimwambia, hiyo ndiyo kazi ya vile viumbe, kuwavuta nyie tu. Sawa. Kuna kingine, hakutaka kuniambia hivi hivi tu, alitaka kunionyeshia kila kitu kupitia televisheni ile. Nilimwona mchungaji akichukua mafuta fulani hivi, alijipaka mikononi alipokuwa akimuona mshirika mwanamke mzuri, alikuwa akimfuata na kumpaka mafuta yale na kumwambia kwamba yalitoka kwa Mungu, kumbe hakuna lolote lile. Baada ya kupakwa mafuta yale, akili ya msichana huyo inachanganyikiwa, muda mwingi anamwaza mchungaji na mwisho wa siku kulala naye kitanda kimoja. Kila nilichokiangalia kilinifanya nichukie. Nilikuwa Mkristo, lakini sikuwa mtu wa kwenda kanisani lakini yale yaliyokuwa yakifanywa kwa baadhi ya makanisa likiwepo lile la mchungaji huyu lilinisikitisha sana. Unajua watu wanaponywa vipi magonjwa yao? aliniuliza Yuthnath. Hapana, inakuwaje? Njoo huku, aliniambia. Akanishika mkono na kuanza kuelekea katika chumba kimoja. Kilikuwa kikitisha sana. Kulikuwa na maiti nyingi zilizokuwa zimetobolewatobolewa, sikujua za nini. Lakini nyingine zilivalishwa sanda nyeupe kabisa zisizokuwa na doa hata kidogo. Chumbani mule kulikuwa na milio ya ajabu. Wakati mwingine ilisikika milio ya paka na bundi. Kila nilipoisikia niliogopa sana. Yuthnath hakutaka kujali. Aliendelea kunishika mkono na kuelekea mbele zaidi huku sakafuni kukiwa na damu nyingi zilizokuwa zikinuka mno. Tukafika sehemu moja iliyokuwa na uwanja mkubwa Sikujua kama ilikuwa makaburini au la. Alichoniambia ni kwamba nisimame imara, nikatii. Akaniambia kwamba kuna mambo mengine ya mtume huyo nitayaona. Nikamwambia hakuna tatizo. Hivyo nikaanza kusubiri huku mwili ukinisisimka mno kwani sehemu ile ilitisha sana. Nilianza kuyaona mambo kama mtu anavyoona maono au kuota ndoto fulani hivi. Nilimwona mchungaji yule akiwa amevalia vazi la ajabu sana. Lilionekana kuwa kama kaniki fulani nyeusi ti. Uso wake ulikuwa tofauti kabisa, kwani ulipakwa na vitu ambavyo vilionekana kama masizi. Alitisha sana. Nilimkazia macho kumwangalia kwa umakini kile alichokuwa akikifanya. Alikuwa amesimama katikati ya uwanja wa makaburi mawili, moja lilikuwa la mtoto mdogo na jingine likiwa na mtu aliyekuwa na ulemavu wa ngozi, albino. Mchungaji yule alikuwa akizungumza maneno ni huku akichezacheza wimbo ambao sikuwa nikiusikia. Kuna kitu fulani kikaibuka ghafla juu ya kaburi lile la mtoto aliyekuwa na miaka minne kabla ya kufariki. Nilikitolea macho kile kitu, sikuweza kukifahamu, lakini alipokichukua na kukifunga mkononi mwake, nikagundua kwamba alikuwa ni hilizi iliyofungwa kwa kitambaa chekundu. Mchungaji ule aliendelea kukaa pale makaburini huku akizungukazunguka huku na kule. Ghafla likaja kundi la wachawi wengi walikuwa na muonekano kama aliyokuwa nao yeye. Walimfuata na kuanza kuzungumza naye maneno mengi ambayo sikuweza kuyasikia. Miongoni mwa watu wale waliokuwa wamemfuata alikuwepo mtu ambaye nilimfahamu sana kwa sura. Hakuwa mgeni kabisa machoni mwangu. Alikuwa mchungaji mwingine ambaye naye nitakupa stori yake hapo baadaye. Nikimanizana na hawa watu niliowaona kule kuzimu, ninataka kuwa na washirika wengi zaidi, nilimsikia mtume yule akisema kwa sauti ya juu, huku wengine wakimsikiliza Kingine aliuliza mchungaji ule, ninataka niwe na mvuto mkubwa. Alisema mtume, hakuna tatizo, subiri. Aliposema hivyo, watu wote wakainamisha vichwa vyao chini, akiwemo huyo mtume mwenyewe. Ghafla nikaanza kuona moshi mkubwa ukianza kufuka kutoka katika sehemu iliyokuwa na giza totoro. Nilibaki nikiangalia na sikutaka kuyahamisha macho yangu. Mara akatokea mzee fulani, alionekana kuwa dhaifu na mwendo wake ulionyesha aliumia mguu. Kwa kumwangalia tu isingekupa wakati mgumu kugundua kwamba mzee yule alikuwa mchawi. Alimsogelea mchungaji yule, huku akiwa ameshika tunguli moja kubwa, ambayo kwa juu aliifunga kwa kitambaa cheusi. Alipomfikia akamwambia apige magoti, mchungaji akatii na kumwekea tunguli ile kichwani mwake. Alizungumza maneno ambayo nayo sikuyaelewa, na mwisho wa siku kumgawia kisu mtume yule na kumwambia kichomeke kaburini katika lile kaburi la mtoto mdogo. Akafanya hivyo. Ninataka utoe kafara, alisema mzee yule. Hakuna tatizo, nipo tayari bwana wangu, alisema mchungaji. Chukua hii tunguli, kuna damu ndani yake, nyunyiza katika kaburi hilo. Sauti ya mzee yule haikuwa ya kawaida, alikuwa akizungumza huku ikisikika kuwa na utetemeshi mkubwa. Mtume yule akachukua tunguli ile na kufanya kama alivyoagizwa. Sikuwa nimejua kabla kama ndani yake kulikuwa na damu, akaanza kunyunyizia katika kisu kile kilichochomekwa kaburini. Nikaanza kusikia sauti kutoka ndani ya kaburi lile. Unatoa kafara. Nilisikia sauti hiyo vilivyo kabisa. Ndiyo, bwana wangu. Tunahitaji damu kutoka kanisani kwako. Nipo tayari kutoa. Chukua hicho kisu ujikate, na damu unyunyizie kaburini, ilisikika sauti kutoka ndani ya kaburi lile. Alichokifanya mchungaji ni kuchukua kisu kile na kufanya kama alivyotakiwa kufanya. Damu yake ilipoangukia juu ya kaburi lile, wachawi wengine waliokuwa kaburini pale wakaanza kucheka kwa furaha, kwani waliamini kwamba kila kitu kilikuwa kikifanyika. Baada ya tukio hilo la ajabu, nikaanza kuyaona maono mengine, nikatolewa kaburini na kuonyeshwa nikiwa ndani ya kanisa. Taarifa zikaanza kuzajaa kwamba kulikuwa na msiba uliokuwa umetokea usiku uliopita, mshirika mmoja wa kanisa hilo alikuwa amefariki dunia katika kifo cha kutatanisha sana akiwa anatota maji. Kwanza nikashangaa. Sikujua chanzo cha kifo cha huyo mtu ila Yusnath alinikumbusha kwamba ile kafara iliyokuwa imetolewa kule makaburini ilikuwa ni ya huyo mtu aliyokuwa amefariki dunia. Unasemaje? Hiyo ndiyo kafara yenyewe. Kanisa hili limesimama kwa ajili ya makafara yanayotolewa kila leo, alisema Yusnath, huku akinitaka niendelee kuangalia kile kitakachoendelea kutokea kanisani. Ndugu zangu, kanisa linapokuwa halina nguvu za Mungu, watu wengi wanaingia, tena wale wenye nguvu za aina tofauti tofauti. Kanisa lile halikuwa na washirika wa kawaida tu, bali washirika wengine waliingia wakiwa watupu kabisa, tena wengine wakiwa na hirizi mikononi mwao. Wachawi kwa kawaida huroga usiku, lakini ndani ya lile kanisa mpaka mchana wakawa wanaroga. Mchungaji huyo alipokuwa akisimama na kuhubiri, watu wengine walikuwa wakipigwa na pepo la uchovu na kujikuta wakianza kusinzia. Hilo ndilo pepo kubwa lililowekwa kanisani. Pepo la usingizi lilishika kasi zaidi kiasi kwamba hakukuwa na mtu yoyote aliyekuelewa. Unamwona mchungaji alivyo? Aliniuliza Yusnath. Nikayahamishia macho yangu kwa mchungaji mm. Unaona nini? Naona joka likihubiri. Mm, mchungaji upo wapi? Niliuliza huku nikiwa nimestaajabu sana. Hiki ndicho kinachotokea, si kila siku anahubiri mchungaji. Wakati mwingine mtu anayehubiri huwa ni jini kutoka kuzimu, ila huwezi kujua hilo kama wewe si mmoja wetu, alisema Yusnath. ni kwa makanisa yote? Hapana, makanisa mengine yana Mungu wa kweli, hata kuyasogelea tunaogopa, kwa kuwa tunaungua sana kila tunaposogea ila haya yenye wafuasi wetu ni rahisi kuingia, kwa kuwa ni watu wetu, na ndiyo makanisa yenye watu wengi zaidi, kwani kazi yetu kubwa ni kuwavutia kanisani, alisema Yusnath. Sasa mchungaji upo wapi? Swali zuri sana. Ngoja ni kuonyeshe, alisema Yusnath. Mara baada ya kuliona joka lile likiendelea kuhubiri kanisani pale, Yuthnathi akaamua kunichukua na kunipeleka sehemu ambayo sikujua ni wapi, sehemu ambayo nilijua kwamba ndipo kulipokuwa na yule mtume Safari hiyo wala haikuchukua muda mrefu, tulifika sehemu moja, ilikuwa porini sana, ilikuwa chini ya mti mmoja mkubwa wa mbuyu. Chini ya ule mti kulikuwa na kitambaa kikubwa chekundu kilifungwa, huku kukiwa na tunguli nyingi. Ukiachana na hivyo, kulikuwa na michiriji mingi ya damu, ambayo yote hiyo ilinifanya kuona kwamba sehemu ile haikuwa ya kawaida hata kidogo. Hakukuwa na mtu yoyote yule, sehemu ilikuwa kimya na ni upepo tu ndio uliokuwa ukisikika mahali hapo. Mchungaji yupo wapi? Nilimuuliza Yothnathi. Subiri utamwona tu, aliniambia. Wala hazikutita sekunde nyingi, ghafla nikamwona paka mmoja mkubwa akija pale mbuyuni. Paka huyu hakuwa wa kawaida kabisa, alikuwa na umbo la paka, lakini uso wake ulikuwa ni wa binadamu. Najua unaweza kushtuka kwamba ilikuwaje, lakini hivyo ndivyo nilivyokuwa nikimwona mkoloni mwake alivaa hirizi moja kubwa iliyokuwa na pembe nne ambayo ilikuwa nyeusi tii, na kiunoni mwake alivaa ushanga mkubwa, ambapo kila alikokuwa akitembea ushanga ule ulikuwa ukiburuzika chini. Huyu ni nani? Niliuliza. Hata kabla sijajibiwa swali langu, ghafla paka yule akaanza kuwa mkubwa. Nilishtuka sana na lilikuwa kidogo tu nikimbie kadiri alivyokuwa akikuwa na ndivyo alivyobadilika na kuwa binadamu kamili. Kila kitu kilichokuwa kikiendelea nilihisi kama naangalia filamu moja ya kinaijiria. Sikuwahi kuyaona mambo hayo kwa macho yangu mawili. Alipokuwa mtu kamili, nikapigwa na mbumbuazi baada ya kugundua kwamba paka yule alikuwa ndiye yule mchungaji wa kule kanisani. Mungu wangu, nilisema kwa mshtuko, huku nikishika mdomo wangu. Usishangae? lazima nishangae, sikuwa nikitarajia kuona hili. Huyu ndiye mchungaji wakati joka likiendelea kuhubiri kanisani yeye yupo huku. Aliniambia Yuthnathi huku akiniangalia usoni tena kwa kunikazia macho. Huku anafanya nini? Amekuja kuomba nguvu za kuliendesha kanisa. Ngoja nikwambie kitu kimoja, aliniambia. Kitu gani? Makanisa mengi yanayofunguliwa huwa na nguvu kutoka huku. Wachungaji wapo kifedha zaidi, na si kama zamani, na ndiyo maana tunapata nguvu ya kufanya mambo yetu tupendavyo, aliniambia. Nikajifikiria nikagundua kwamba lile alilokuwa akilizungumza lilikuwa kweli kabisa. Kwa hiyo naye huyu ni mchawi? Ndiyo, ila mtu akipata nguvu zaidi, wakati mwingine anakuwa na uwezo wa kugeuka jini, aliniambia. Nikashtuka. Unasemaje? Ndiyo hivyo, huyu mchungaji ni mchawi wa kawaida sana, ila anasomea masomo maalum. Akimaliza atakuwa na uamuzi wa kuchukua nguvu za kijini pia, aliniambia. Niliendelea kushangaa wakati akiendelea kuniambia mambo mengi. Nikashtukia kuona paka wengine wakija mahali pale. Walikuwa wa rangi tofauti tofauti, walikuwa wekundu, weupe na weusi, na mwonekano wao ulikuwa ule ule. Waliposogea mahali pale karibu na mchungaji yule, akawapulizia unga fulani na hapo hapo paka wale wakaanza kubabilika maombo yao na kuwa binadamu. Niliwafahamu vilivyo, mmoja alikuwa mke wa mchungaji, mwingine alikuwa mchungaji msaidizi, na mwingine alikuwa mwalimu wa kwaya. Mm, usishangae, hivi ndivyo tunavyofanya kazi yetu. Naomba niulize swali. Endelea. Kama hawa wamekuja huku, kule kanisani wamebaki wakina nani? Niliuliza huku nikiwa na hamu ya kutaka kujua. Twende ukaone, aliniambia na kisha kuyafumba macho yangu. Nilipoyafumbua tu, tulikuwa kanisani. Watu walikuwa bizi na ibada, wakati joka lile lililokuwa na mwonekano wa mchungaji likiendelea kuhubiri. Watu wengi kanisani pale walikuwa wamesinzia, kwani ile ilikuwa moja ya kazi ya kule kuzimu. Sikutaka kujali sana, nilichokifanya ni kuyapeleka macho yangu na kuangalia kule ambapo mke wa mtu alipokuwa akikaa. Sikuona mtu zaidi ya paka mkubwa mithili ya binadamu. Alikuwa amekaa huku lile joka likiendelea kuhubiri kama kawaida. Nilishtuka, hakukuwa na mtu yoyote kanisani aliyekuwa kiliona hilo. Nikayapeleka macho yangu hata kwa watu wengine wale waliokwenda chini ya ule mbuyu kule porini, nao walikuwa na mwonekano ule ule, walikuwa paka wenye maumbo makubwa mno. Nilibaki na mshangao uliojawa na hofu kubwa. Uchawi upo ndugu yangu, tena umejaa sana katika nyumba za ibada. Kwa kile nilichokiona kwa mchungaji yule, kiliyafumbua macho yangu na kuona kwamba hakukuwa na mtu aliyetakiwa kuaminika katika dunia hii. Niliyoyaona yalitosha sana, na hivyo kumwambia Yuthnath kwamba alitakiwa kunitoa mahali pale na kunipeleka kule tulipotoka ili niweze kuwaona watu wengine. Hilo halikuwa tatizo, akaniambia nifumbe macho. Nilipoyafumbua baada ya sekunde kadhaa Tulitokea katika ule mlima wa kutisha ambapo mbele yetu kulikuwa na televisheni kubwa ikawashwa na kuanza kumuona Abu Zail akiwa ofisini kwake. unataka kuona nini? aliniuliza Yuthnath. nione jinsi anavyofanya kazi zake kishirikina, nilimjibu. hakuna tatizo, subiri. Yuthnath akafumba macho, sikujua alikuwa akifanya nini, kwani alikaa kimya kwa muda fulani, kisha kufumbua Nilipoyapeleka macho yangu katika televisheni ile, nikaona Abuzaila akiwa sehemu moja iliyokuwa na msitu mnene. Hapo hapo Yusnath akanichukua na kuwa kule alipokuwa mwanasiasa yule, yani kila kitu alichokuwa akikifanya ni kama nilikuwa pembeni yake. Nilimwona akitembea huku akionekana kuwa na mawazo mno, alionekana kutokuwa na furaha hata kidogo. Alitembea kwa mwendo wa taratibu sana. Alipokuwa akielekea sikuwa nikipafahamu. Alizidi kupiga hatua mpaka katika kijumba fulani kidogo kilichokuwa kimetengenezwa kwa udongo, na nje ya nyumba ile kulikuwa na findo kubwa iliyokuwa imesimikwa. Alichokifanya Abu Zael ni kugeuka nyuma, akavua suruali yake na kuyaacha makalio nje, kisha kuingia ndani ya nyumba ile kinyumenyume. Mpaka hapo nikapata jibu kwamba pale alipokuwa kulikuwa kwa mganga, hivyo na mimi nikaingia huku nikitaka kujua alikwenda kufanya nini. Kilio chake kikubwa kwa mganga yule kilikuwa ni kupata ubunge tu. Aliongea huko akilalamika kwamba hakuwa akipendwa na watu wa jimboni kwake, wengi walimchukia na kumwahidi kwamba iwe isiwe asingeweza kurudi tena bungeni, yaani kipindi kile cha karibia na uchaguzi ndiyo ungekuwa wakati wake wa mwisho kuingia bungeni. Kule alionekana kuhitaji sana msaada, kwani hata uongeaji wake ulionyesha hilo. Mganga yule alimwangalia tu kwa mtazamo aliyoutumia kipindi kile ulionyesha kumwonea huruma mno. "Ninataka ulete mkono wa albino," alisema mganga yule huku akimkazia macho. "Unasemaje? nadhani umenisikia. ukifanikiwa utapata ubunge," alisema mganga yule. Abu Zail alionekana kuwa na mawazo mno. Hitaji alilopewa lilikuwa kubwa, lakini hakuwa na jinsi. Alitakiwa kufanya kama alivyoambiwa afanye. Alimwamini sana mganga yule na hisi ndiye aliyekuwa akimfanyia kazi zake katika kipindi alichokuwa akigombania kila uchaguzi, na ndio maana alidumu sana katika ngazi ya ubunge. Baada ya kuambiwa hivyo, mganga akamwambia ainuke na amfuate kule alipotaka kwenda. Akamchukua na kuelekea naye porini zaidi. Walitembea huku kila mmoja akiwa kimya. Kwa Abuzael alionekana kuwa mwingi wa mawazo, bado kichwa chake kilikuwa kikifikiria ni kwa namna gani angeweza kupata nafasi ile ambayo alikuwa akiililia kila siku. Walitembea mpaka walipofika katika mti mmoja mkubwa. Katika mti ule kulikuwa na tunguli nne zilizokuwa zimefungwa vitambaa vyekundu, huku kukiwa na kitambaa kikubwa kilichokuwa na rangi nyeusi. Kilifanana na kaniki. Subiri tuite nguvu zaidi ili upewe dawa ya kufanya kutokugundulika, alimwambia mganga yule, na kuanza kuzungumza maneno yasiyoeleweka. Katika kila kitu kilichokuwa kikiendelea, niligundua kwamba watu walikuwa radhi kufanya jambo lolote lile, lakini mwisho wa siku wafanikiwe maishani mwao. Mbunge huyu alionekana kuwa na uchu wa madaraka, hakutaka kuwa mwananchi wa kawaida. Alichekwa sana jimboni kwake, watu walisema hafai hata kidogo, hivyo kuamua kumfuata mganga huyo, aliyempa sharti ambalo kwangu lilikuwa kubwa, ila kwake nahisi halikuwa kubwa sana Aliendelea kubaki kimya, huku mganga yule kiendelea kuzungumza maneno yasiyoeleweka. Ghafla nikaanza kuona moshi mkubwa na mzito ukifuka kutoka katika kitambaa kile. Nikaogopa. Je, nini kitaendelea? Asante kwa kutazama. Kama umefurahia video hii, gonga like, subscribe na usisahau kubonyeza ile kengele ya notice ili usipitwe na video zetu zinazofuata.